Sante sana ndugu wafuatiliaji na wanafunzi ambao mnatufuata na nyinyi wote kwa, kwa ujumla. Kwanza tunawakaribisheni tena mara nyingine kwenye chaneli yetu, kwenye mafunzo yetu ya lugha ya Kiswahili, ambapo utaandika darubini ya Kiswahili sanifu. Uh, hapo utatupata moja kwa moja, utatufata mafunzo yetu, na tunasema asante sana kwa wale wote ambao wanatufuatilia na pia kuweka comment uh, na pia tunawashukuruni sana na wale ambao bado hawaja comment uh, tunawasi waingie kwenye chaneli yetu waandike pale darubini ya Kiswahili sanifu uh, watakuwa wanapata mafunzo muda kwa muda uh, ili tuikuze lugha yetu ya Kiswahili. Asanteni sana na karibuni sana. Uh, tunakusii ubonyezi alama ya kengele uh, kisha tuendelee kufunzanya au kupeana akili kwenye lugha yetu lugha ya Kiswahili. Kwa leo tunawaletea e, mafunzo mapya, somo lipya kuhusiana na uh, dhana ya sentensi dhana ya sentensi. uh, ni vizuri sana kujua umuhimu wa sentensi uh, katika lugha ya Kiswahili uh, sentensi moja tutajua kwanza tu- tujue maana ya sentensi. Sentensi ni nini? Kabla hatujaongea mengi sana kuhusu dhana hii ya sentensi moja, kwanza natakiwa tutambue maana ya sentensi. Sentensi ni nini? Sentensi ni tungo. Sentensi ni tungo au kundi la maneno ambalo kueleza dhana iliyo kamilika. Ni kungo au fungu la maneno au kundi la maneno ambalo linatueleza dhana iliyo kamili iliyokamilika iliyokusudiwa katika isarufu. Kwa hiyo au mwingine anaweza kusema kwamba ni kundi la maneno ambalo lina kiima na kiarifu ambalo huleta maana kamili. Kwa hiyo sentensi, tunapounda sentensi, lazima sentensi yetu hiyo iwe kwenye muundo wa kisarufi, pia iwe na maana kamili. Kwa hiyo kuna aina nyingi za sentensi lakini kwa wewe mfuatiliaji, ni vizuri kutambua, ni vizuri kujua kwamba kuna tanzu kuu mbili. Kuna aina mbili kuu za sentensi. Kwa kwa hiyo hizo tanzu ni mbili. Kuna tanzu ya kwanza ambayo tunaita kimuundo, kimuundo. Tanzu ya pili au aina kuu ya pili ni kidhamira. Kwa hiyo ni vizuri kwa wewe mfuatiliaji, kwa wewe mwanafunzi ambaye upo chuoni, ambayo ambaye upo sekondari uh, kufahamu kwamba kuna tanzu mbili za sentensi uh, sentensi za kimiundo na sentensi za kidhamira uh, wanapokuuliza kwamba utunge sentensi, kwa mfano wanakuambia tunga sentensi. Kwa hiyo ni vigumu sana kutambua kwamba utaunda sentensi eh, kwa ya kidhamira au utaunda sentensi ya kimuundo. Kwa hiyo inatakiwa uulize ni unde sentensi kimuundo au ni unde sentensi kidhamira. basi tuendelee kwenye tuanze. Moja, sentesi za kimiundo moja. Tuanze na sentesi za kimiundo. Sentesi za kimiundo ni sentesi za aina. Mwanafunzi, tambua kwamba sentesi za kimiundo zipo aina ngapi, na pia sentesi uh, za kidhamira zipo aina ngapi? Basi twende moja kwa moja tuangalie wingi au aina za sentensi kimuundo. Aina za sentensi kimuundo zipo tatu. Kuna moja, sentensi sahili, sentensi sahili. Pili, kuna sentensi changamano na ya mwisho ya tatu ni sentesi ambatano, ni sentesi ambata ambatano. Hizo ndizo sentesi, hizo ndizo aina a tatu zipo ndani ya sentesi za kimiu, sentesi sahili, sentesi changamano pia na sentesi ambata, na zipo pia sentesi ambazo zipo kwenye uh, muundo wa kidhamira, tutakuja kuona tutakuja kufuatilia. Acha twende moja kwa moja kufafanua eh, aina tofauti za sentesi kimu, tukianzia moja kwenye sentesi sahili, tukianzia moja kwenye sentesi sahili. sentensi sahili ni nini? Mwanafunzi au wewe ah, mfuatiliaji unatakiwa utambue, ujue, ufahamu kuhusiana na sentensi sahili. Sentensi sahili ni nini? Sentensi sahili kwa kawaida ni sentensi eh, ambayo muundo wake ah, umeundwa au unadokeza wazo moja, umeundwa na kitenzi kimoja ndani ya tungo au ndani uh, ya ya muundo wa sentensi sahili, lazima pawe ni wazo moja au e, kitenzi kimoja. Tuangalie mfano hapa, mwalimu uh, nawafundisha watoto wake lugha. Mwalimu anawafundisha watoto wake lugha. Kwa hiyo ukifuatilia vizuri, ukiangalia vizuri, katika mfano huyu wa sentensi sahili ni wazo moja na ni kitenzi pia kimoja, kitenzi kufundisha au fundisha Anawafundisha. Wazo moja, ambayo imebeba kitenzi kimoja. Hii ndiyo itakuonyesha kwamba hiyo ni sentensi sahihi. Hebu mwanafunzi, hadi hapa, weka mfano mmoja ukitumia au ukiangalia mfano, na wewe weka pia mfano mmoja wa sentensi sahihi. Acha nikusaidie tena mfano mwingine wa pili, wanafunzi wanalima mchicha, wanafunzi wanalima mchicha. Kata mstari chini ya wanalima kuonyesha kwamba ni kitenzi kimoja na pia Uh, wazo ni moja inajitosheleza. Hiyo ndio sentesi sahihi. Pili, tuangalie kwenye sentesi pili, sentesi changamano. Sentesi changa changamano, sentesi changamano, utaifamuje? Utaijuaje? Utaijengaje katika katika tungo hiyo ya sentensi ya kimuundo e, hii sentensi changamano ina vitu viwili ambavyo ni muhimu. Ina kishazi huru pia na kishazi kitegemezi, vitu viwili muhimu sana katika sentensi changamano. Mtazamaji, msikilizaji ambao unatufuata hii ni muhimu sana kuifahamu na kujua kwamba kwenye sentensi changamano ina kishazi huru, kishazi huru kimoja na kishazi tegemezi. Kwa mfano nikisema, mtoto huyu angalikula chakula kile angaliumwa. Mtoto huyu angalikula chakula kile angaliu un, angaliumwa. Kwa hiyo sentesi hii ina vishazi viwili ambavyo ni tofauti. Kishazi cha kwanza ni huru, kishazi cha pili ni tegemezi. Kwa hiyo angalia vizuri kwenye sentesi, mtoto huyu angalikula chakula kile hadi hapa. Kwa mfano sentesi yetu ingefika hadi hapa, mtoto huyu ange angalikula chakula kile, ina maana kwamba sentesi e, msikilizaji angesubilia kusikia nini ambacho kita kitakacho e, tokea baada ya pale. Kwa hiyo ndio maana tumemwekea kishazi a, ambacho ni huru angaliu angaliumwa. Asha, Asha alipoacha kazi mjini alianza kuuza soda. Asha alipoacha kazi mjini alianza kuuza soda. Uh, katika sentesi ya Asha alipoacha kazi mjini, tusimamie hapo, tuseme Asha alipoacha kazi mjini. Msikilizaji, unasikiaje? Unasikia kwamba sentesi bado haijakamilika, inahitaji kuongezewa sentesi nyingine ambayo tunaita sasa, hiyo ambayo tunaenda kuiongezea, ambayo tunaiita ndio kishazi furu. Hicho ambacho tuliongea, eti Asha alipoacha kazi mjini, hicho ni kishazi tegemezi, kinategemea, kinasubiri kishazi huru kuja kukikamilisha. Kwa hiyo ndio maana tunakuja kuweka alianza kuuza soda, ili tupate maana kamili ya sentensi changamano. Kwa hiyo sentensi changamano uh, inatakiwa ufahamu kwamba inatumiwa au inajengwa na vitu viwili ambavyo ni muhimu. Moja ni kishazi huru na kishazi tegemezi na unaweza ukaanza na kishazi tegemezi kumalizia na kishazi huru, au unaanza na kishazi huru kumalizia kishazi kitegemezi. Tatu, tatu ni sentesi ambatano. Sentesi ambatano kama sentesi nyingine kama jinsi tulijifunza Uh, kwenye sentensi kadha wa kadha hapa kwenye uh, kimuundo pia, sentensi ambatano ni sentensi ambazo zimeundwa na vishazi viwili, lakini hapa kinakuwa kimeunganishwa na viunganishi. Sentensi ambatano ni sentensi ambayo imeundwa na vishazi viwili, kimoja huru kingine tegemezi, au huru huru, au tegemezi huru, lakini lakini kimeunganishwa na kiunganishi. Kwa mfano Naweza kutoa mfano mmoja, tukisema wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania na wa timu ya taifa ya Burkina Faso walicheza jana, kwa hiyo ni Viungani, a, kimeunganishwa ni sentensi ambatano ina huru na huru imeunganishwa na kiunganishi na. Hebu nakuomba e, mwanafunzi weka na wewe sentensi ukianzia sentensi moja moja, weka sentensi moja moja kuanzia kwenye sentensi sahili, sentensi changamano pia na sentensi ambatano katika daftari yako uh, ukitumia na kalamu yako hapo chini, kisha ufuatilie mafunzo. Asante sana, na tuendelee pia ku comment uh, na tunakupa karibu kwenye channel yetu mara nyingine. Asanteni sana, tuonane kwenye somo ifuatayo.